Allah mwenyewe anasema wa qalilun min ibadi ya shakur. Ni wachache mno katika waja wangu wenye tabia ya kushukuru, ni wachache, anasema hivyo Allah, pamoja na kwamba anasema wabatha fiha rijalan kathiran wa nisaa. Sisi tumeumbwa hapa duniani, tupo wanaume wengi na wanawake wengi lakini katika hao wengi, kama utawatoa wenye kumshukuru Allah, anasema wa qalilun, ni wachache. tusije na sisi tukawa miongoni mwa hao wengi ambao hawakumshukuru Allah, tuwe miongoni mwa hao wachache wanaomshukuru wa Allah. Ndugu zangu, katika akhbari zilizopita za Bani Israili, Nabii Musa alayhi salamu anatupa darsa nzito juu ya neema za Allah na namna ya kumshukuru. Anamwambia Mwenyezi Mungu, ya rabi, najua kwamba unawapenda wenye kukushukuru na unataka watu wa kushukuru, lakini kaifa ashkuruka, mimi mja wako Musa, nitakushukuruje? hakka shukrik ili ionekane kweli kwamba nimekushukuru. wa shukri laka nematun ukhra tahtaju ila shukr, hali ya kwamba ile mimi kukushukuru wewe nayo ni neema nyingine mpya, nayo pia inahitaji shukrani zako. Yani ukisema mtu alhamdulillah, namshukuru Allah ile kwamba umeafikiwa, umenijua kwamba uko katika neema ukashukuru, nayo ni neema nyingine hiyo, nayo pia inahitaji shukrani ya kushukuru kwamba na kushukuru, ya Rabbi, umenibutua nikajua kwamba kuna neema zako nizishukuru, hiyo nayo ni neema na hiyo nayo itakuwa ni neema. Na hiyo ina maana wewe 24/7 unatakiwa uwe unamshukuru Allah. Yani ile wewe kusema alhamdulillah, kuafikiwa kusema neno hilo, nayo ni neema nyingine inahitaji shukrani mbali mbali na neema uliokuwemo ndani yake. Ile kusema alhamdulillah nayo ni neema sasa Musa anamuuliza Allah ya Rabb nitakushukuru vipi? Ile mimi kukushukuru ni neema nyingine, inayo inahitaji shukrani yake. Kwa hiyo, na hiyo nayo itahitaji shukrani yake, na hiyo nayo itahitaji shukrani yake, kwamba lailnahar saif shita kharif zote rabie Yani, season zote nne hizo lailu naharu usiku mchana, saifu shita, iwe wakati wa kiangazi iwe wakati wa kaskazi, rabii kharif, iwe wakati wa sama iwe wakati kila wakati. Kumbe unahitajika kumshukuru nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini je, umelifanya mimi na wewe?